Serikali imepata hasara ya zaidi ya shilingi milioni 156 kutokana na kinachodaiwa baadhi ya viongozi wa kijiji cha Kileo wilayani Mwanga kufanya maamuzi yasiyozingatia sheria kwa kutoa kibali kuruhusu baadhi ya watu kusafirisha mchanga bila kulipa mrahaba kwa zaidi ya miaka saba. Mwandishi wetu Tade Masawe anaripoti kutoka wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro. Akizungumza na wananchi wa kijiji hicho baada ya mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Amos Makala kutembelea eneo linalochimbwa mchanga, mkuu wa wilaya ya Mwanga Shaibu Ndemanga amesema watu hawa waliosamehewa na kijiji kulipa ushuru hutumia nafasi hiyo kusafirisha mchanga nje ya kizuizi kisha kuwauzia wenye malori. Wapo ambao kwa sababu ya kibali kile anachukua mchanga kifaa aendae baadhi ya wakazi wa kijiji hicho wamesema makosa haya yanatokana na wananchi kutojua sheria na kuiomba serikali iwapatie elimu, huku afisa wa madini mkazi wa mkoa wa Kilimanjaro Fatuma Kiando akiwaelezea wananchi hao kuwa chochote kinachochimbwa ardhini na kufanyiwa biashara ni sharti kilipiwe kodi ya serikali. Wangefanyika jitihada za kutoa elimu Kufuatia hali hiyo, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Amos Makala amesema licha mkurugenzi wa Mwanga kumsimamisha mtendaji wa kijiji kwa tuhuma hizo, amemtaka mkurugenzi kufuatilia wale wanaotajwa kukwepa kulipa mrahaba kisha sheria ifuate mkondo wake, huku akisisitiza umuhimu wa ulipwaji wa kodi za serikali. Lakini nimwambia leo, natamka rasmi kama mmesamea ushuru wa kijiji uendelee kuwa wa kijiji, lakini kulipa madini